vya wakazi kuhusu uhamasisho wa sheria za urithi wa ardhi. Vikao hivyo vimefanywa kufuatia kuzidi kwa visa vya mizozo inayotokana na matatizo ya mashamba katika sehemu hiyo. Idadi kubwa ya wakazi wa Makueni wameangaika kwa kukosa hati miliki za mashamba yao, kwani wengi wao hawana ufahamu wa kufuatilia hati miliki hizo, na hususan kutoka kwa wazazi wao ambao waliaga dunia kama watu wakadhonzoeni, tumekuwa na shida kabisa, watu wetu wameangaika kabisa na mambo ya title deed. Wengine mashamba imekuwa ya watu waliokufa, na kama familia mnawachiwa hiyo title deed, ikitana baba yenu ule alikufa na hiyo title deed ikitana, hiyo hakuna kitu munaweza fanya na, na shida ya shamba ah, kwa, kwa sababu baba wangu malizaliwa watu waine na makikawanda shamba ile mawakiwa ni baba yao awezi kawea baba yangu. Kwa hivyo mimi sina shamba ya kulima huko kwa babu. Hatua hii ikifuatia maangaiko ya urithi na umiliki wa hati miliki. Hivyo tumeweza kugundua kwamba katika kaunti ya Makueni watu wengi eh, a larger population, like 90% eh, title deeds nyingi zote ziko kwa majina ya eh, watu ambao wameaga na hilo lime Ndo, ik, ik, ik, katika shughuli ya kuweza kuwasaidia watu eh, kuweza kuinua kiwango chao cha kiuchumi yani, economic empowerment. His Excellency Mutula Kilonzo Junior akaonelea ni vizuri aweze kuanzisha eh, ili zoezi ili watu waweze kusaidika na baadaye waweze kupata title deeds. We have set aside a budget where the county attorney is going to various wards in sessions like this where they first of all educate, uh, the public

Gavana Mutula Kilonzo akiamini kuwa ufahamu wa sheria ya jinsi ya kupata hati miliki za urithi kutasaidia pakubwa kupunguza mizozo na mauaji ambayo yamekuwa yakichangiwa na mizozo ya kifamilia kuhusiana na mashamba. So zoezi hili la kutoa hamasisho kuhusiana na sheria za urithi wa ardhi linatarajiwa kupunguza pakubwa mizozo itokanayo na, na ugavi wa ardhi. Michael Mtinda, runinga ya Citizen, Makueni.